Usiite we ni na amani, usiite tulinda amani, wote tuimbe wimbo mmoja. Nini kifanyike? Tupanzue mzozo huu, tupoke hapa. Hizi mali hizi za wizi hizi zinafanya nini? Utakula wapi? Watatembea nazo wapi? Ukitembea na gari lolote, watu wanakuthaminisha sasa hivi. Kuna kule, kule wapi? Kule Nepal moja kitu kilicho hamasisha sana maandamano ni watoto wa vigogo kuonekana na vitu vya thamani mpaka kwenye nchi yoyote. Kwa hiyo mali hizi za wizi hakuna utakakolia, ukitokea ukionekana nazo kwenye viwanja unakula bata, watu wana noti, watu wana rekodi, ile inawamsha. Mali iliyo ni ile iliyopatikana kwa haki, ile iliyopatikana kwa namna ambayo umewezesha na wengine kuwa vile ulivyo, watu wengine umewaona kama unavyojiona wewe. Lakini ukiamini hapana, sisi sasa ndio tulio, tuliona dola. Dola yenyewe unayozungumza ni hela, dola yenyewe unayozungumza ni hela. Sisi ndio tuliona hela, tuliona dola. Tunaweza kumnunua yeyote akamzime yeyote. Kuna watu wanakupangia wewe pia.